Ah, mama naona leo matutembelea tena mwanangu. Mbona mimi nipo, nipo tu hapa hapa eh? Nipo siku zote hapa ah. Ah, mama kuna kitu kinanishangaza sana leo, nimekukuta nimefungwa fungwa sana na mikamba miguuni, mikononi, kitu ambacho kimeniumiza na kunisikitisha sana kiukweli. Mungu kweli, wewe ni Mungu na acha uitwe Mungu, wewe ni Alfa na Omega. Baba, ulikuwa kicha wewe <coughs> ah, nomba tusi tusiongee mengi ka. Niandalie chakula miza, angalau katafute mia mbili mia tatu. Mwanangu, sio unaona familia inavyokuwa na furaha eh? Mkeo, mimi, dada yako, wote tunafurahi tunavyokuona na wewe upo hali hiyo. Hii yote ni mipango ya Mungu. Mungu anatisha baba. Mungu anauweza uweza wake ni wa hali ya juu, aulinganishwe na kitu chochote. Hmm? Baba, kutokana na hali uliokuwa nayo we mwenyewe ulikuwa ujijui, unajua kichaa yoyote hajijui. Lakini baba, umeteseka sana lakini kwa uwezo wa Mungu ah, nashukuru umepona baba. Kweli sema mama, kwa sababu hata mimi najihisi mwili wangu umepata mabadiliko eh, nimepita huko barabarani watu wananiambia, eh, umebadilika sana maana, ulikuwa unaongea peke yako, unaongea vitu vya ajabu, unaona vitu vya ajabu, kila mtu anamsimulia. Yani kikweli, nimejishangaa sana, kwa nini mimi nilikuwa hivyo? Yani nimejiuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo mimi nasema Mungu ashukuriwe, lakini pia nikushukuru wewe mama yangu kwa kuangaika na mimi, kiujumla familia nzima. Kiukweli mpaka niko katika hali hii mama, naamini umehangaika sana lakini pengine Mungu alikuwa na kuonesha njia bora, kwamba na kupitisha huku mama, ili mradi umjue Mungu. Kwa kweli, mama, niko safi na mshukuru Mungu sana, mama yangu. Mwanangu, kitu kimoja tu ninachoomba sasa hivi, hii familia yote tuanze kwenda kanisani, tumuombe Mungu sababu hakuna mtu mwingine wa kumuomba isipokuwa Mungu peke yake. Habari za waganga sijui nini, hakuna, tunapotea. Sasa basi, mimi nataka kutoa laki tano, ile hela ambayo tungejengea kaburi inabidi nikampe mchungaji kwa ajili ya shukrani, ili anunue maji kama haya ambayo nimeyaleta hapa kwa ajili ya kuwaponya wengine si hivyo tu, ile nyumba ya Mbagala, hata kama mtu akija na bilioni thalathini au arobaini, tukikubaliana bei, ile pesa yote naweka kwa ajili ya ukarabati wa kanisa, wanunue jenereta, wajenge, badilisha, yani wasakafiesi. Unaona kanisa za sasa hivi, kwa vile anaanza kanisa lake, linaelekea ni bado halijakaa sawa. Na pesa nyingine, kila muumini atakayefika pale apewe Yoela, hiyo ni sadaka yangu kwako na Maremu. Baba yako atakuwa razi kabisa, kwa sababu nafanya haya yote. Mungu amenifanyia matendo makuu. Mungu amefanya tena, Mungu amefanya tena. Katika walokumbukwa na mimi amenikumbuka tena, mwanangu. Mungu amenikumbuka maana nilipotea, nilipotea kabisa, lakini sasa amenikumbuka, na mimi namkumbuka kweli. Eh, Mungu mweza yote. Hata Biblia inasema Mungu anaweza kukumbusha kwa namna yoyote ile, ili, ili mradi mkumbuke. Na wengi wanapata maradhi eh, yakiwazidi, wakikimbilia kwa Mungu wanapona. Ndio maana anatumia njia hizo kutukumbusha. Kiukweli mama, mimi nimekuelewa. Basi e, nitakuwa na naabudu na kusujudu kila wakati. Nashukuru Baba. Amina. Kwa bado kidogo niondoke. Shoga yangu, unakujaje nyumbani kwangu bila taarifa? Ni majanga tu ndugu yangu, majanga tena, eh. Hebu niambie ni majanga gani hayo? Nimemwona tano akiwa ni mzima au ni mfu? Mzima wa afya kabisa. Dugu yangu, ina maana mganga hakumuua nadhani, na sijui ni kwa nini, au alishindwa kumuua? Ah, sijui hilo, sina uhakika nalo, maana amekuja leo baba wa watu anaomba nguo za Sauda na sijui ni za nini naakua peke yake, alikuwa na mwanaume mmoja hivi, na inavyoonekana wanashirikiana. Naogopa mwenzako. <coughs> Sawa shoga yangu, mi kuna mzigo nilikuwa nimekuja kuuchukua ili nimpelekee mteja wangu. Hacha niuchukue, halafu tuende, tutaongea zote ulizotafuta na mama yangu, kwa nini unaniandikisha mimi na sio mama? Hivyo uone kama utanipa kati mgumu kile maisha yangu kama hujasoma wewe, mali zangu nani ambaye atakuja kusimamia hapo? Kwa sababu hii ni dunia, kuna leo na kesho, naweza nikaondoka mimi. Mama toka kwenye kaburi, nateseka sana nani wakunielewa yatima mbaya sana sana mama mama toka kwenye kaburi nateseka sana mama nani wakunielewa yatima mbaya sana naamini Mungu ataweka wazi kila kitu kama ni yule baba Mungu atabainisha lakini pia kama mama mdogo anahusika katika hili Mungu ataweka wazi Ee Mwenyezi Mungu, naomba umlinde baba yangu uko aliko hadi siku atakayepona, awalindwa na ha, ha, ha, ha, ha. Wajerusalemu, wandililaga ba Yesu Abalindwa na ba Jerusalemu. Abalindwa na ba Jerusalemu. Bandili la ga Jesu. Mwene Jesu wa jubile. Mwene Jesu wa jubile. Mwene lile mwene. Mwene lile mwene. Ajuba. Mwene lile mwene. Watata. Mwene Hayo bimi ndo nilikuwa nayataka Na, na ndio nilikuwa na yasubilia. Najua Mungu ametenda na atatenda zaidi ya hapo. Jamani, mimi naondoka, ila chochote kitakachotokea hapa msikose kunijulisha, hasa we mamamkwe, mamangu mi mseme. Asante, asante kwa kuwa pamoja na mimi. Asante kwa maombi. Nazani mnaona limewaka. <laughs> Limiwaka sahivi Nashukuru sana mamangu, msichoke pia kuniombea na kumwombea mume wangu. Lakini kabla hatujaondoka, inabidi tufumbe macho, tuombe. Baba ulio mbinguni, ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani mpaka mbinguni. E hey, Baba, nipo hapa nimesimama, si kwa uwezo wangu, ni kwa uwezo wako Baba. Walinde watoto wangu, walinde watoto wangu, wakae vizuri na wasingiliwe na mtu yoyote, na shetani yoyote, na wachawi yoyote. E hey, Baba, ninasema kwa jina lako, ninaomba na kushukuru katika jina lako takatifu. Wote tuseme amen.

Mai, tumekutana mtu mbili sasa. Unakumbuka muda fulani hivi ulivyokuwa unavimba na yule na kinyago wako, hmm? We kinyago usiejua kuongea. Mama naomba nisamehe, umenihitaji na kuuliza kwa mara ya pili. Umeniita nani? Mama? Mi mama wako mimi? Ni mara ngapi nimekuzuia kuniita mama? Unavyoniona mi naweza kuwa mama yako eh? Mi naweza kuzaa kinyago kama sasa? Ngoja leo nikuonyeshe. Naona wewe hicho kichwa chako chuk -chuk akifanyi kazi wow. Naona tasa ameamua kupiga mtoto. Unasubutu vipi kunyanyua mikono yako ya laana na kumgusa huyu mtoto Fazila? mfadhili mbuzi ila sio sailata, asiyejua kushika mimba na kuzaa mtoto wake wa kumtesa Adama. Mimi nahitaji ruksa yako sasa, nataka nitoke nikaangaike kidogo. Sawa mume wangu, nakuruhusu uende na nakuombea, kila tu utakayokanyaga Mungu awe pamoja na wewe, kila utakachokifanya kifanikiwe. Nakuombea sana merangu, ila ninaombi moja. Ombi gani tena hilo, mke wangu? Mume wangu, naomba usikutane na kizigo Usijari, hata mimi namwomba mungu sana hio hivyo unavyotaka. Kiukweli eh, rafiki wa karibu ndio mtu anayekuua. hiyo na mimi huwa kesha nikiomba, usijari. Kwa hiyo mke wangu, wa, uzuri nimeshamjua mbaya wangu, basi ni nipesi sana kumkwepa. Asante, maana nakupenda. Ila kabla ujaondoka, tusali kwanza. Baba uliye juu mbinguni, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Musa, Mungu wa Israeli, wewe pekee ndio muweza wa yote haya. Mungu ibariki familia yangu iamini kwamba wewe upo, isiamini kitu chochote ambacho kinaweza kupotosha. ni Mungu mbariki sana mke wangu, mpe afya njema, mpe nuru na umwangazie kuwa asimwisi mtu yoyote vibaya, ampende kila mtu, na pia nionyeshe njia rahisi ya kuweza kumsaidia kila mtu ambaye yuko mbele yangu. Mungu uliyetukuka, uliyetuletea mpendwa mwanao Yesu Kristo na akatiririka damu zake hapa duniani kwenye msalaba, kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Mungu niaminishe kwa ndugu zangu kwa kipawa ulichonipa nikiomba na kuabudu. Tuseme nakupenda sana. Niombee nipate pesa, utakula vizuri sana leo sana Zena, achana na huyu kinyago anayejua kutesa bila kuzaa. Toka nyumbani kwangu! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Umesemaje? Nitoke? nionyeshe hati ya nyumba, nionyeshe hati ya nyumba. We mwanamke, usisubutu kunifukuza! Umepewa lifti, umefanikiwa kupiga naoni, ila katu utafanikiwa kugusa msukani. Umenipiga, ndio nimekupiga. Unataka kunirudishia sasa? Nikitaka na kuongeza na nyingine tena. Ukisubutu kuchongachonga huo mdomo wako, nitahakikisha na kuchafua huo uso wako. Na ole wako nijue kwamba wewe unahusika na kitendo cha shemeji yangu kuwa kwenye hali kama ile. Utanifanya nini? Nitaban, kuna kitu nimekaa nyumbani, nimefikiria, nimeona sio sahihi. Yaani kadi tunazozidi kuchelewa tunazidi kumchelewesha hata Sauda huko aliko. kwa sababu hatujui anapitia mateso gani, hatujui huko anaazimika vipi. Yaani ni bora tu Sauda angekuwa mkufa moja kwa moja ili tujue mtu amekufa, lakini kwa adhabu anazopitia sasa hivi mm. najisikia vibaya sana. Kuna kitu nimewaza. Umewaza jambo gani kaka? Mimi nimewaza tumfuate mtoto wa Sauda, tuende pale nyumbani tutegee tegee, halafu mtoto wa Sauda tujue jinsi yoyote ile ya kumpata. Tukishampata tu nadhani tu. yule ndio atakuwa rahisi kutupa nguo kishatupa nguo si tutakuwa tumemaliza, kwa sababu hata tukizungumza naye huyo mtoto hawezi kutukatalia ili swala la kumsaidia yeye. Na nikimwambia tu kwamba nguo ya mama yako inahitajika, yeye anaweza kwenda kupekua pekua kwenye mabegi, kwenye nini, kwenye vitu vitu, anaweza akatupatia nguo, au anaweza kaa na nguo ya mama yake labda ambayo halijawiwa sio mwenyelewa. Wazo lako ni zuri sana. Je, anakufahamu? ya yeah, yule binti ananifahamu. Nilishawahi kwenda pale, nilimkuta, nikazungumza naye kipindi namuulizia baba yake. Kwa hiyo ananifahamu vizuri sana sana sana, na nilijitambulisha. Kwa hiyo mi nadhani tukienda tu hakuna wasiwasi wote. Niamini mimi kaka. mm. Sawa. So, unahisi atatuelewa kweli? Kaka upo na mwandishi wa habari mkongwe zaidi ya miradi yayo, mimi ndo mwenye uwezo. Tukio lolote likitokea, nchi inanitegemea mimi, sio? Unaelewa? <laughs> Sawa, mwandishi wa habari. Ila wenzako waandishi wa habari wanakuwa sio watata, ila wewe ni mtata mtatala. Ninachokuomba ni kitu kimoja, tukifika kule naomba utata wako utulize, kwa sababu sasa hivi mtaani kote wanatuona sisi ni mwenda wazimu. Mimi mwenda wazimu, wewe mwenda wazimu, mama yako ndo kabisa. Hele, familia yote imeparaganyika. Yani, mama anaonekana yeye zaita zauya. Zaita zauya. Sasa hii sio jambo jema. Kwa hiyo ninachokuomba, tukifika kule, mimi ndio ni muongeaji. Wewe uepulie kabisa hata kama ile binti hata kama ma, mama kibonge akitokea tena kwa pole. Ile jambo sisi tulifanikishe. Hatuwezi kufanikisha ile jambo kama wewe uko lolopwa. Kwa sababu wewe ni bwa kwako. Sasa huo bwa kwako ndio unaweza kukatwalibia mambo yetu sisi yote. Kila siku sisi tunaharibikiwa. Kwa hiyo unatakiwa wewe kufika pale uwe mtulivu, mimi ndio niongee, niongee kila kitu, alafu ili jambo ndio litaenda sawa. Kaka mimi nimekuelewa, lakini umekosea sana kusema mimi wewe na mama yangu wote kama vichaa au mamangu akazini. Umenihuzunisha kaka. Ili naomba tusaidiane, umeanza na mimi, maliza na mimi, na nakuahidi nikifika pale nitakuwa mtulivu, utazungumza mwenyewe na mtoto Sitaongea kitu chochote, nitatumia hekima na busara nilizozaliwa nazo. Haki ya Mungu kaka, sitaongea chochote. Mwenyezi Mungu wa vinguni ananiona, nikiongea chochote kaka, usinisaidie tena kwenye maisha yako. Sasa nisubiri kidogo, mtoto eh, anahitaji msaada, lazima tumsaidie kaka haraka. Sasa eh, jamani Zena mwanangu, tuondoke tukamtafute baba. Achana na huyu, anajifanya samaki, kumbe dagaa. Sasa ole wako, utoe mguu wako hapa, ukitoka hakikisha haurudi tena hapa. Oh, kumbe unajua kupiga mkwara, sio? Sasa sikiliza. Anatoka na jione, atarudi peke yake. Wasi, unaifanya mandonga, mguse huyu binti kama Zena ametoka tumboni kwako, basi mguse. Hapo sasa nitavaa usika niliyoficha kwa muda mrefu. Baba, baba, wewe si ndio ule mloga babangu? Ni mloga babako? <coughs> yaani <coughs> mimi ingala babako, ise ukana mimi.